Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku, leo Jumanne, juma la 29, kipindi cha kawaida mwaka si wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya 12 aya na ya na, na somo la injili. Injili ilivyoandikwa na Luka sura mbili aya adi ya nane Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Luka, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zina waka nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha, wamfungulie mara. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amini nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumwa hao. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa katika Kristo, ni siku nyingine tena tunapewa na Mwenyezi Mungu ili tuweze kumjua, kumpenda na kumtumikia ili tuweze kufika kwake mbinguni basi ndipo katika kumjua tunapata fursa ya kutafakari neno lake kwa kadri ya kalenda ya liturujia ya siku aliyotuwekea mama Kanisa. Leo ndugu zangu wapendwa, tunatafakari haya nne za sura ya 12 ya Injili ya Luka, yaani aya ya 35, 36, 37 na ile ya 38. Ujumbe wetu mkuu katika Injili ya leo, mwito wa kuwa macho na tayari kila wakati kwa ujio wa Bwana Yesu anatukumbusha kwamba imani ya kweli si maneno tu bali ni maisha ya utayari wa kudumu kuishi kwa uadilifu kufanya mema na kudumu katika sala hata pale ambapo hatujui ni lini Bwana atakuja kwa ulimwengu wa sasa uliojaa majaribu tamaa na uzembe wa kiroho Yesu anatuita tuwe waaminifu wenye taa zinazowaka yaani, imani hai inayong'aa kwa matendo mema. Yeye anayemkuta akifanya hivyo atabarikiwa, kwa kuwa Bwana mwenyewe atamuhudumia kwa furaha milele. Katika mafundisho ya Kanisa Katoliki, Yesu anatualika kuishi maisha ya utayari wa kudumu, kuwa macho kiroho, tukimngoja Bwana aje, iwe katika ujio wake wa mwisho au ujio wa kila siku katika maisha yetu, kama katekisimu ya kanisa Katoliki namba 671 hadi na 672 inavyotufundisha. Ingawa Kristo ameshinda mauti, bado tunasubiri ukamilisho wa ufalme wake. Hivyo Mkristo anatakiwa kuishi katika matumaini, akijitayarisha daima kumpokea Kristo katika utukufu wake. Wapendwa katika Kristo, yeye anaposema viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka, ni ishara ya kuwa tayari na ishara ya utakatifu wa kiroho. Kufunga viuno kulimaanisha kujiandaa kwa safari au kazi. Kwa Mkristo leo ni wito wa kuwa mtu wa bidii katika imani, sala na uadilifu. Maneno haya ni wito wa kanisa kwa waamini wote kuishi kwa uadilifu na utakatifu tukijitayarisha kila siku kwa matendo mema. Ndugu wapendwa, kanisa linatufundisha kwamba maisha ya Mkristo ni safari ya kuelekea kwa Mungu. Kufunga viuno ni ishara ya kuwa tayari kutenda mapenzi ya Mungu, na taa zinazowaka ni ishara ya imani hai. Rejea injili ya Mathayo, sura ya tano, aya 14 hadi 16. Katekisi ya Kanisa Katoliki namba 1814 inatukumbusha imani ni mwanga unaotuongoza kutenda kwa upendo. Kwa hiyo taa zetu ziwe zinawaka kwa matendo ya huruma, haki na upendo. Pia taa zinazowaka ni ishara ya imani hai ni roho iliyo hai katika Mungu inayong'aa katika giza la maovu ya dunia. Yesu anatukumbusha tuwe kama taa zinazowaka, watu wanaoleta mwanga wa kweli katika dunia hii. Katika dunia ya leo, watu wengi tumezama kwenye harakati za maisha, teknolojia na anasa kiasi cha kupoteza hali ya kuwa macho kiroho wengi tunaishi kana kwamba Mungu hayupo. Kanisa linatukumbusha kwamba kuishi kwa imani si suala la siku moja, bali ni mtindo wa maisha. Kwa mujibu wa waraka wa Papa Francisco alioandika mwaka 2018 kuhusu wito wa utakatifu, kila Mkristo anaitwa kuwa mtakatifu katika mazingira yake ya kila siku, kazini, nyumbani au shuleni kwa kuwa mwaminifu na mwenye moyo wa huduma kwa wote anaowatumikia. Yesu anasema, Eri au watumwa ambao bwana wao atakapokuja atawakuta wakiwa waangalifu. Kanisa linaona maneno haya kama ishara ya baraka ya uzima wa milele kwa waamini wanaoishi kwa imani na matumaini. Kama Yesu alivyoahidi, atawaketisha chakulani, naye atapita kati yao akiwahudumia. Hii ni picha ya karamu ya uzima wa milele, Ekaristi ya mbinguni, ambapo Kristo mwenyewe atawahudumia wale walioishi maisha ya uaminifu hapa duniani, rejea kitabu cha Ufunuo sura ya 19 ya 9. Kwa hivyo, kila Ekaristi tunayoishiriki ni maandalizi ya karamu hiyo ya milele. Ndugu zangu wapendwa, tuende na tafakari kwa maisha yetu. Je, taa ya imani yangu bado inawaka au imezimwa na tamaa za dunia? Je, ninaishi kwa uwajibikaji nikitenda mema hata pale ambapo hakuna anayeniangalia? Je, nashiriki kikamilifu katika maisha ya sakramenti, hasa sakramenti ya Ekaristi na upatanisho kama njia ya kudumisha mwanga wa imani yangu. Ndugu zangu, ninapohitimisha tafakari ya leo, injili ya leo inaendelea kutukumbusha kwamba imani ya Kikristo ni uhusiano hai wa Kristo unaohitaji tendo ya upendo. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Anodi Mjwauzi wa shirika la wamisionari damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina!